Kwa upande wa muda tayari imetimia saa mbili kamili za usiku. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM, msomaji ni Rehema William Rotora. Na kwanza muhtasari wake: wamiliki wa magari yaliyopatiwa msamaha wa adhabu na ya kodi na mamlaka ya mapato TRA mkoani Kagera wametakiwa kuacha kujilimbikizia madeni. Wataalamu wa maabara nchini wametakiwa kuzingatia misingi ya kitaaluma wanapofanya uchunguzi na vipimo. Na rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amesema atakata rufaa dhidi ya hukumu ya kifungo cha miaka mitano jela. Habari kamili. Bukoba. Wamiliki wa magari yaliyopatiwa msamaha wa adhabu ya kodi na mamlaka mapato TRA mkoa wa Kagera wametakiwa kuacha kujilimbikizia madeni yanayotokana na kodi za kuingiza vyombo hivyo nchini. Meneja msaidizi wa kitengo cha forodha TRA mkoa wa Kagera, Josefu Mutalemwa, amesema hayo wakati akizungumza na Radio Kwizera na kueleza baadhi ya watu wanaoshindwa kutofautisha na kuelewa msamaha uliotolewa na mamlaka hiyo. Mutalemwa amesema msamaha uliotolewa ni msamaha wa adhabu kwa kuchelewa kulipa kodi ili kuchochea watu kujitokeza kulipa vyombo vyao. Msamaha huu wa kodi ni msamaha wa adhabu pamoja na riba, lakini sio msamaha kwenye kodi husika ya chombo, na msamaha huu umetolewa kwa kipindi cha kuanzia tarehe moja mwezi wa nane mpaka tarehe thelathini na moja Disemba. Katika kipindi hiki wamiliki wote wa vyombo hivyo wanatakiwa kujitokeza kwenye ofisi zetu za mamlaka ya mapato, lakini na mikoa yote ya, ya, ya nchi yetu ili viweze kufanyiwa usajili kwa maana ya kulipiwa kodi na kupata umiliki ambao ni halali. Aidha, baadhi ya wamiliki wa magari katika manispaa ya Bukoba akiwemo Buberwa Jastini na Hamza Hamdani wamesema swala la kulipa kodi ni jambo la muhimu na kwamba msamaha huo utawasaidia kulipa madeni yao kwa kuwa adhabu imetolewa. Mwanza. Katibu tawala mkoa wa Mwanza Bwana Balandia Elikana amewasii wataalamu wa maabara nchini kuzingatia misingi ya kitaaluma wanapofanya uchunguzi na vipimo ili kupata matokeo sahihi ya ugonjwa. Elikana ametoa wito huo leo Ilemela mkoani Mwanza wakati akifungua mkutano wa ishirini wa 38 wa jumuiya ya wataalam wa sayansi maabara kwa niaba ya katibu mkuu wa Wizara ya Afya nchini uliowakutanisha wataalam zaidi ya mia sita kutoka ndani na nje ya nchi, amesema ni lazima wataaluma wa sayansi ya maabara wakizingatia sheria na taaluma zao na kujiepusha na matendo ya rushwa na ubatili wote ili kuhakikisha majibu ya uchunguzi yanakuwa halisi na kuweza kutoa matibabu yanayostahili kwa wagonjwa. Aidha, ametoa wito kwa wataalamu wa maabara kuzingatia katiba yao kwa kulipa ada na kuwa wanachama hai ili kuwezesha wanachama wote 1016 nchini kuwa mwamvuli mmoja tofauti na ilivyo sasa ambapo ni 6 pekee wamejiunga katika umoja huo. Kigoma, mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa hifadhi ya jamii nchini NSSF, Masha Mshomba amesema baadhi ya wajiri kushindwa kuwasilisha malipo ya wafanyakazi wao imesababisha madeni kwa wateja na kukwamisha ufanisi wa mfuko huo. Mshomba amesema hayo leo wakati wa mkutano mkuu wa baraza la 55 lililoshirikisha wafanyakazi wa shirika la NSSF kutoka mikoa yote nchini lililofanyika ukumbi wa NSSF mkoani Kigoma. Amesema licha ya fedha za mfuko huo kuongezeka kutoka trilioni 8.3 kwa mwaka 2023 na na kufikia trilioni 9.9 kwa mwaka huu, uchangiaji katika mfuko huo unatakiwa kufanyiwa kazi ili kuongeza ufanisi, uaminifu na weledi katika utendaji kazi wao. Naye mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka watendaji hao kuzingatia maadili ya kazi yao kwa kutoa huduma nzuri kwa wateja, sambamba na kuwajibika kila mmoja kwa nafasi yake ili kuepusha usumbufu kwa wanachama wa mfuko huo. Geita mgombea udiwani kata ya Nyankumbu manispaa Geita mkoani Geita bwana Pasco Sukambi ameahidi kuweka taa maeneo ya kufanya biashara, kujenga zahanati pamoja na kituo cha polisi ili kuimarisha ustawi wa wananchi. Sukambi amesema hayo katika uzinduzi wa kampeni kwenye mtaa wa Mkolani ikiwa ni sehemu ya kampeni za kuelekea uchaguzi mkuu. Amesema changamoto zinazowakumba wananchi wa kata hiyo hususani mtaa wa Mkulani ni pamoja na kuboreshewa kwa huduma za kijamii kama vile huduma za afya pamoja na ulinzi na usalama. nilianza na kampeni ya taa za barabarani Geita, mimi ndio nilizipigania, najua wengi hamjui. Nilimalizana na taa za barabarani, wakasahau kwamba Sukambi nilizileta. Ninaleta taa za masokoni, baada ya mwaka mmoja zitatapakaa Geita nzima na watasahau, lakini wananyamkumbwa cha afya wa mama mkipeleka watoto kliniki bado mnalipishwa. Usalama ninajua, niwahakikisheni tutajenga kituo cha polisi cha masaa ishirini na nne. Naye katibu mwenezi wa CCM wilaya ya Geita bwana Gabriel Nyasilu amewataka wananchi wa kata Nyankumbu kuendelea kukiamini chama cha Mapinduzi kutokana na shughuli ambazo zimefanyika katika kuboresha huduma za kijamii. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka redio Kwizera FM. Paris. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amesema atakatia rufaa hukumu ya kifungo cha miaka mitano jela kwa tuhuma za kupokea ufadhili kutoka Libya katika kampeni yake ya uraisi ya mwaka elfu mbili na saba. Sakos, mwenye umri wa miaka 70 ametaja hukumu hiyo kama fedheha na dhuluma na kusisitiza atakikisha analisafisha jina lake hadi mwisho wa maisha yake. Mahakama ya Jinai ya Paris ilimkuta na hatia ya kushirikiana na mtandao wa kialifu na kutoa hati ya kumkamata ingawa haukutekelezwa mara moja. Kwa mujibu wa uamuzi huo, Sakos atalazimika kuanza kutumikia kifungo hata kama atakata rufaa kisheria, wafungwa wenye umri wa miaka sabini na kuendelea wanaweza kuomba kupunguziwa adhabu. Kv Rais wa Ukraini Volodimir Zelenski ametishia kuishambulia Ikulu ya Kremlin ikiwa Urusi itaendeleza vita dhidi ya taifa lake. Amesema hayo kwenye mahojiano ya kipindi cha Axios mjini New York mapema leo, na kuongeza kuwa anatumai kupokea makombora ya masafa marefu kutoka Marekani, ingawa hakueleza zaidi. Hata hivyo, rais huyo wa Ukraini ameondoa uwezekano wa kushambulia maeneo ya raia, akisema wao sio magaidi. Awali naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la Urusi, Dmitri Medvedev, amemwonya vikali Zelenski kwa kauli yake ya kuishambulia Kremlin na ametishia kuishambulia tena mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni mhutasari wake. Wamiliki wa magari yaliyopatiwa msamaha wa adhabu ya kodi na mamlaka ya mapato TRA mkoani Kagera wametakiwa kuacha kujilimbikizia madeni. Wataalamu wa maabara nchini wametakiwa kuzingatia misingi ya kitaaluma wanapofanya uchunguzi na vipimo. Na rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amesema atakata rufaa dhidi ya hukumu ya kifungo cha miaka mitano jela. Wazua. <laughs> Msikilizaji,